Watu wanaosadikiwa kuwa ni vibaka wamevunja na kuiba vitu mbalimbali mbali katika nyumba ya mkuu wa wilaya ya Tabora mjini Suleiman Kumchaya na kisha kutokomea kusikojulikana. Katika wizi huo, vibaka hao wameiba vitu mbalimbali ikiwemo mbali runinga, betri ya pikipiki pamoja na saa ya ukutani. Mwandishi wetu Robert Kakwesi ametuletea taarifa ifuatayo. Sio jambo rahisi kwa wezi kuiba kwenye nyumba ya mkuu wa wilaya ambayo ina ulinzi, lakini kwa Tabora imewezekana. Tukakuta ukutani tunaweka saa sasa haipo. Chini tuleka masabufa na deki hazipo. Tumekuja kutazama kwenye pikipiki tumekuta betri haipo. Tumekwenda jikoni tumekuta baadhi ya vyombo havipo. Baadaye tukaja tukagundua kwamba kumbe hata vitambaa tunavyovitandika hapa sitting room ya nyumba ya mkuu wa wilaya. Sisi tunachoangalia sasa hivi, mkuu wa wilaya kisheria analindwa na, na tuna askari wawili ambao walikuwa lindo na walikuwa ni askari wenye silaha, na tunajaribu kuangalia mazingira yapi ili tuone hawa askari aidha kuweza kutimiza wajibu wao ama wametimiza wajibu wao. Cha msingi tunachotaka kubaini hapa ni wizi huu umefanyika muda gani, je, ni wakati askari wakiwa kwenye ma, kwenye lindo ama baada ya askari kuondoka? Na hata hivyo uchunguzi wa polisi unaendelea kubaini juu ya tukio hili, lakini askari waliokuwa lindo tumewashikilia na upelelezi wa shauri hili unaendelea. Baadhi ya wananchi wana maoni kuhusu tukio hilo. Ninaona hapa cha kuangalia, mkuu wa polisi ajaribu kulichunguza jeshi lake la polisi. Huo ni uzembe wa jeshi la polisi. Ina maana kwamba hakuna maadili kwenye jeshi la polisi. Askari polisi yuko kwenye lindo, wanaingia saa kumi na mbili kutoka saa kumi na mbili kesho, leo anakuja kuibiwa hivi. Hao wanakwenda depo kweli au inakuwaje? Mimi hata sielewi. Hii ni mara ya kwanza kwa mkuu wa wilaya ya Tabora kuibiwa kwenye makazi yake ambayo yanalindwa.